resettlement action plan. Kwa nini hizi uh, nyumba inakaa bila kujengwa? Kwa sababu Mutula analetewa nyumba na unakuta hana pesa ya kuhamisha wenyeji. Project inachukua kitu kama miezi tatu bila implementation. So it's my honest opinion because this is my field. Watu wa housing board muweke some money for resettlement so that the exercise becomes good.